Viongozi hawa walifika kwa wingi katika kanisa la Gospel Confirmation Center katika mji wa Machakos, wakiwemo wanachama wa Wiper wakiandamana na wale wanaomuunga mkono aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, wakija kwa lengo moja. Sasa wewe na Kalonzo Musyoka, under the team you are the only team which can redeem this country, na hiyo nguluu ni ya kuwashikanisha pamoja, musiachane kwa sababu mkiachana kidogo, sisi wote tumeingia kwa makaa lakini ilipofika mida ya saa nane unusu hivi wakati wao ukawadia, Gachagua akimrushia makombora mazito mazito aliyekuwa mkuu wake Rais William Ruto na kusisitiza muungano wa GEMA ndio dawa ya mwaka wa 2027. Alikuwa na dharau mimi, ati ni mtu mdogo. Alikuwa amenidharau ati atanifukuza wiki mbili, nitasaulika. Nimechukua kila mtu alikuwa kwake sasa yeye ni minority katika Kenya, Gachagua akisema kosako kwa bako na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kutengeneza muungano wa kisiasa akiongezea kwamba serikali ya William Ruto imetenga eneo la Ukambani. President Ruto your government has presided over abductions and killings at a magnitude never witnessed in this country since independence. For that reason We will talk about you. Huyu Raila Odinga akimwambia Ruto amuoshe miguu atamuosha, because amekwama, ni kama mgonjwa akiwa katika ICU ako kwa life support machine. Life support support machine machine ya William Ruto today ni Raila Odinga, ikizimwa ikizimwaus, yeye alitutharau akifikiria sisi ni watu tu kawaida. Sisi tukiweka candidate yetu hii mzee aungee au mkono kama atamuunga mkono mwingine asimame, William Ruto atakuwa namba 4 ama namba tatu. Akijaribu kwa mkondo ule ule. Kiongozi baada ya mwingine wakimshambulia Rais William Ruto kwa kile wanasema ni mwelekeo mbaya wa nchi. Wakenya walidanganywa wakati wa kampeni na kutoka kampeni ishe, ile vitu ambavyo waliambiwa watapewa have never been seen. They were told they will be brought from the bottom up, wakaambiwa hali ya maisha itaimarika, wakaambiwa vijana watapata ajira, up to today our children are still crying of unemployment. Nyinyi hamu kumuona kule akisema ati ameangalia Rigathi, ameangalia Kalonzo Musyoka, ameangalia Martha Karua, ameangalia Eugene Wamalwa ati masaa manne na akahesabu ametajwa mara ngapi, yani mpaka ako na masaa ya kuhesabu ametajwa mara ngapi. Sisi tunaambia rais ufanyie kazi, sisi tutakuongelelea na tutakusema. Baadhi ya wandani wa Kalonzo Musyoka na Gachagua wakimtupia ndoana Raila Odinga wakimtongoza kujiunga nao ili kutengeneza muungano wa upinzani kumpeleka rais William Ruto nyumbani Sugoi mwaka 2027. Hii siasa ni hesabu, sisi na nyinyi tunataka tukue Mount Kenya moja. Let us unite and we join other Kenyans as one group. This election coming 2027, we and you shall win this election round one. Viongozi hao pia hawakusita kukashifu uongozi wa Rais William Ruto wakisema, umeshamiri utekaji nyara ufisadi pamoja na uongo na tumeamua kushuka wilbaro, tumeshuka wilbaro, tuliona hakuna mahali inatupeleka, ni wizi tu. Deputy President, mimi nikijaribu kuangalia wewe na Kalonzo, mko na kazi rahisi sana. Hawa wabunge wanasema mumeshikana na mnatetea Wakenya na kwa hivyo mkizidi kutetea Wakenya itafaidi Wakenya kwa sababu hakuna mtu mwingine wa kutetea Wakenya. Electin Odera, K24 TV, Machakos.